Lakini pia tu, tu, wakati huo huo e, ndo tujifunze sisi wa Tanzania kwamba tusisubiri kitu kitokee, ndo uanze ule uwanja uanja. Mimi, na, na, najua ligi kuu msimu huu kwa asilimia kubwa sana mechi nyingi hazijachezwa pale. Sasa imekuaje e, mechi uwanja ambao ume, ume, uwanja wa nchi umestopishwa usicheze mechi nyingi za ligi kuu ili kupisha maboresho unahitajika kwenye mechi muhimu zaidi kwenye msimu huu mzima, sio so, kwenye msimu mzima. Mechi muhimu zaidi ndani ya miaka zaidi ya 30. Hii mechi ni muhimu zaidi ya miaka 30. Eh, inakuja uwanja, uh, unahitajika katika mechi muhimu kama hiyo haupatikani. Kwa sababu gani? Kwa sababu umeshatengeneza excuse ya watu wenye mamlaka wenye nia ovu ya kujaribu kupush huu mchezo kwenda katika venue ambayo haitokuwa na advantage kubwa kwa Simba, eh, ili kuwatengenezea watu ambao wanawataka kuwatengenezea, waweze eh, eh, wa, wa kufanyaje kupata matokeo kirahisi. Sasa hichi kipindi chote, kwa nini tusinge deal kwanza na pitch. Tukamalizana na pitch completely, yani kuliko na maviti sivyo, na vyoo na nini? Sikatazi huko kwamba viti vyoo, wapi ni muhimu, lakini pitch na taa ndio kilitakiwa kiwe kipaumbele cha kwanza kwenye uwanja, mama yake mamlaka zinam back up yeye kuweza ku, yani zinamtengenezea mazingira kuweza kufanya kitu, sio unanielewa. Sasa mimi kwa upande wangu bwana na, na, na na, na pingana sana na hili swala. Yani, niwe mkweli, napingana sana na hili swala. Kwa nini mamlaka zinakuwa hivi? Maanake kwenye mgagaziko ni hapa tu kwamba mechi yule Rais Berkane anapata vipi ujasiri wa kubook hoteli hoteli eh, before hajui mp, venue itafanyika ita, ita, ita, ita, ita sababu of course mpaka tuna, tuna, tuna, tuna mpaka jana venue ilikuwa inaofahamika ni Benjamin Mkapa ambao ndio Simba mara nyingi wanacheza pale mpaka leo saa sita menela mpaka leo wenyewe tumejua tumekuja tume kujua mchana huu, si ndio? Sasa yeye ame, ame, amepata vipi confidence ya kubook hoteli jana tena Zanzibar? Maanake tayari kuna wameshachafua, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, wamesha wameshachafua wameshajichafua maanake, mwisho wa siku ah, naweza nikasema wanatengeneziwa mazingira wanatengenezewa mazingira wao waweze nao eh, ku, ku, ku, ku, kupata ile mchekea, lakini nafikiri watakutana na mechi ngumu, hata kama pamoja na haya yote lakini still watakutana na, na mechi ngumu. Lakini mimi kwa upande wangu nimechukizwa na hizi taarifa. Hakuna yeah. sababu yoyote ya, ya RS Berkane kuweza kupangiwa mchezo uweze kuchezwa katika dimba la la Amani New Amani Complex umeelewa? Kwa mwisho wa siku ah, naweza nikasema wanatengenezewa mazingira, wanatengenezewa mazingira wao waweze nao e, ku, ku, ku, kupata ile mchekea, lakini nafikiri watakutana na mechi ngumu, hata kama pamoja na haya yote, lakini still watakutana na, na mechi ngumu, lakini mimi kwa upande wangu nimechukizwa na hizi taarifa. Yes. Hili linaweza kuathiri Wekundu wa Msimbazi Simba kwa namna moja ama nyingine, ah, of course, yani unajua Ah, siwezi nikasema linawaathiri sana kwa sababu Simba wamesha prove kwamba wanaweza kushinda kwenye uwanja wowote. Wameshamfunga CS Sfaxien kwao kule Tunisia, umeelewa, lakini wameweza kumfunga Stellenbosch kwa uh, pale, pale Amani Complex ambao ndo mechi inaenda kuchezwa. Lakini uh, unajua test ya yeah, hizi timu ni tofauti. Uh, RS Berkane ni timu ambayo kidogo inauzani uh, sawa na Simba Sports Club. Tofauti na mechi ambazo Simba wamecheza nazo lakini by the way RS Berkane ana added advantage, mamlaka zina backup yeye kuweza ku, yaani zinamtengenezea mazingira ya ya yeye kuweza ku, ku, ku, kufanya kitu, si unanielewa? Sasa mimi kwa upande wangu bwana, na, na, na napingana sana na hili swala. Yaani niwe mkweli napingana sana na hili swala. Kwa nini mamlaka zinakuwa hivi? Maanake kwenye mgagaziko ni hapa tu kwamba mechi yule Alex Berkane anapata vipi ujasiri wa kubook hoteli, hoteli eh, before hajui venue ha, itafanyika ita, ita, ita, ita, ita sababu of course, mpaka, tuna, tuna, tuna, tuna, mpaka jana venue ilikuwa inafahamika ni Benjamin Mkapa ambao ndio Simba mara nyingi wanacheza pale mpaka leo saa sita, Menela, mpaka leo wenyewe, we, tumejua, tumekuja kujua mchana huu si ndio sasa yeye yeah, ame, ame, amepata vipi confidence ya kubook hoteli jana tena Zanzibar maanake tayari kuna kuna, kuna, kuna, kuna, kuna wamesha cha, kafu meshawameshajichafua wamesha maanake wamesha, hiyo ni, ni, ni, ni, ni blanda kubwa wamefanya so, na, of course kwa, kwa mtu wa kawaida anaweza akaona ni jambo la kawaida, lakini ni kitu kizito ambacho wanatakiwa kwa wajibu, wajibu, na wajibu. Na kwanini wampange refari ambaye tayari amesha prove kwamba aliwahi kufanya makosa makubwa kwenye uh, stage kubwa eh, kwenye mechi muhimu kama hii? sinnilo sasa. Ah, mimi sioni si, si, si, si, si, si, si kwamba mpira wetu sijui tunaupeleka wapi. tuna, tuna sikufichi, huu mpira tunatakuwa tupambane, tuhakikishe mpira unanyooka. Sasa ah, anyway. Kile ambacho anachokisema kwamba sababu labda msimu wa mvua kweli kina mantiki na maana hakina kwa sababu, by the way, uwanja ulikuwa upo kwenye renovation, manake ulikuwa unafanyiwa marekebisho, na miongoni mwa sehemu ambazo walizingatia ni pitch maneleoa ile pitch ilifanyiwa renovation, iliboreshwa zaidi, iliwekwa matirio ambayo yangekuwa na uwezo wa kufyonza maji kwenda ndani kuna aina fulani ya, ya mchanga nilif, nilifuatilia ile interview ya engineer alikuwa anasema kuna mchanga fulani ambao umewekwa chini ya ile carpet ambao wenyewe unasaidia ku, kuvuta maji kuyanyonya. Alafu pembeni kuna tunnels ambazo zenyewe zinasaidia ile maji akishachua ya yamenyonywa anaenda kwenye, hizo channels na kuweza ku, kwenda nje ya pitch. Ili mradi pale kwenye pitch, mpira unapochezwa usiweze kufanyaje ku, ku, maji kutuama. Sasa hizo renovations zimefanywa kwa sababu gani? Kwa sababu ya, lakini pia tu, tu, wakati huo huo Uh, ndo tujifunze sisi wa Tanzania. Kwamba, tusisubiri kitu, kitokee ndo, uanze ku shumenelo. Ule uwanja mimi najua na, na, na, ligi kuu msimu huu kwa asilimia kubwa sana mechi nyingi hazijachezwa pale. Sasa imekuaje, uh, mechi uwanja uh, ume, ume, uwanja wa nchi umestopishwa usicheze mechi nyingi za ligi kuu ili kupisha maboresho, unahitajika kwenye mechi muhimu zaidi kwenye msimu huo mzima, sio kwenye msimu mzima. Mechi muhimu zaidi ndani ya miaka zaidi ya 30 hii, mechi ni muhimu zaidi ya miaka 30, eh, inakuja uwanja unahitajika katika mechi muhimu kama hiyo haupatikani. Kwa sababu gani? Kwa sababu umeshatengeneza excuse ya watu wenye mamlaka, wenye nia ovu ya kujaribu kupush huu mchezo kwenda katika venue ambayo haitokuwa na advantage kubwa kwa Simba, eh, ili kuwatengenezea watu ambao wanawataka kuwatengenezea, eh, wa waweze kufanyaje? Kupata matokeo kirahisi. Sasa hichi kipindi chote, kwa nini tusinge deal kwanza na pitch, tukamalizana na pitch completely? Yani kuliko na maviti, sio na vyo na nini. Sikatazi huko kwamba viti vyoo, wapi ni muhimu, lakini pitch na taa ndio kilitakiwa kiwe kipaumbele cha kwanza kwenye uwanja, afu vingine vingekuja. Umeelewa? Yani kwamba tunge deal kwanza na pitch kwanza, yani tungekaa muda mrefu sana, tuna deal na pitch, tuna deal na pitch, tuna deal na pitch, deal na, na taa, alafu huku kwingine, hata kama tukifanya taratibu si mbaya kwa sababu zikitokea mechi ambazo zinahitajika zina ulazima wa kuchezwa pale, kwanza zichezeke, alafu zingine ambazo tunakuwa hatuchezi kwa sababu ya kupisha renovation zina eh, hazichezwi muda huo, sasa na engineer wanapata nafasi ya kutengeneza taratibu, sasa kwenye viti, kwenye nini, kwenye vyoo, siyo kwenye lakini. Sasa tumedili na viti hivyo, mabaraza, siyo nini nini, mwisho wa siku pitch inahitajika, mechi muhimu zaidi ya karne inashindikana kufanyika kwa sababu hizi mechi za kuchezwa, hii finali za za CAF Confederation, finali ya CAF Champions League ni nadra kwa timu zetu kuweza kufika, kwa sababu sio tu kwa sababu ya uwezo, lakini pia jinsi system ya CAF inavyo operate, kuna timu zinakuwa favored zaidi, sio, unanielewa? yeah, yeah. Na, ya na...